Hivi e, e, e, leo tumekutana hapa katika chumba chetu cha Chungwa House e, cha chama kuu cha ODM. Tumekuja hapa na wasimamizi ambao wa kura ambazo zitakuwa zinafanyika kesho za chama katika kaunti ya Nairobi hapo kesho, na tumekutana hapa na wale wasimamizi ambao watasimamia hizo kura, ilikuwa kwamba waweze kupata maelezo ambapo vile kura itafanyika kesho na pia waweze kujua wale viongozi wao ambao wameteuliwa katika tume ya uchaguzi wa Nairobi, wale viongozi wapya. Anayezungumza mimi ni John Wanguba Mkoya, ambaye niko katika tume hiyo ya uchaguzi wa Nairobi, na pande nyingine niko na ndugu yetu ambaye ni Boash Ogelo, ambaye pia yuko ndani ya tume hiyo huku kwingine kuko na dada yetu ambaye ni Mheshimiwa Naomi Bosbor ambaye yuko katika tume hiyo. Kwengine tuko na Montet Elias ambaye yuko katika tume hiyo. Huku tuko na uh, Mark Wanyanga ambaye yuko katika tume hiyo. Tuko na Noro Kode pia ambaye yuko katika tume hiyo. Yale ambayo ametuleta hapa leo ni kuzungumza vile kura hii ambayo tunaanza kesho itaweza kuendeshwa na yetu ambayo tunaomba wananchi wetu wa Nairobi na wafuasi wa ODM katika chama cha chungwa hapa Nairobi ni kwamba kura hiyo ambayo itakuwa inafanyika kesho itakuwa kura ambayo tunahitaji ikuwe kura ya amani, na wasiwe na shaka kwamba kura hiyo ambayo tunaenda kufanyisha itakuwa kura ambayo kila mwananchi na kila delegate wa ODM ambaye alipita katika polling center, ndio ambao wataweza kupiga kura ya kesho na watakuwa wanapiga kura hiyo kulingana na vile walipiga kura wakati ambao ulipita, wakati walianza na kura zile za nyanjani na tunaomba kwamba wakazi wetu wa Nairobi na wafuasi wetu wa ODM, na wapiga kura wetu wa delegates wa ODM, kura hii kue kura ya amani. Hatutaki kura ambayo itakuwa kura ya vurugu. Sisi sote tuko katika chama cha Chungwa na tunapokuwa katika chama cha Chungwa ni chama ambacho ni chama cha amani na tunataka kwamba amani iweze kuonekana Nairobi kesho na hata wakati utakuwa wakati wa Jumatano tutakapofanya kura ya kesho, ambayo ni awadi, na siku ya Jumatano tunafanya kura ambayo ni ya constituency na tunaomba kwamba kila mtu ambaye alichaguliwa kama delegate na yuko katika ile katasi yetu ama fomu aweze kujitokeza kesho apige kura hiyo kwa yule mtu ambaye anamtaka kesho, na kuadhibitishia tu na kuhakikisha wana Nairobi ama wale watu ambao wanagombea viti ni kuhakikishia kwamba sisi hapa tutahakikisha kwamba haki imetimika kwa kila mmoja.